Hayati Raila Odinga umefika asubuhi ya leo katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kisumu ukiwa umebebwa na ndege ya wanajeshi na baadaye kufululiza hadi katika uwanja wa Mamboleo Kaunti ya Kisumu. Katika uwanja ule wa Mamboleo, mamia ya Wakenya wanaendelea kuutazama mwili wa marehemu Raila Odinga. Baada ya kutoka Kaunti ya Kisumu, mwili ule utapelekwa katika boma lake katika eneo la Bondo kwenye shamba lake la Opoda. Baada ya mwili wa hayati Raila Odinga kusalia katika makafani ya lii usiku kucha, mapema asubuhi mwili wake ulipelekwa katika kaunti ya Kisumu ili kuwapa wakazi wa maeneo yale nafasi ya kutazama mwili wa mwenda zake. Mwili ule ulifika katika uwanja wa ndege wa Kisumu ukiwa umebebwa kwenye ndege ya wanajeshi huku ndege ikikaribishwa kwa heshima kuu kwa kunyunyuziwa maji japo kwa muda mfupi tu. Mwili wa Raila Odinga ulitolewa katika ndege hiyo na kupelekwa kwenye ndege nyingine ya kijeshi, na baadaye ukapelekwa katika uwanja wa Mambo Leo. Kwa utaratibu mwili wa mwenda zake Raila Odinga ulitolewa katika ndege hii ya kijeshi, na kwa ulinzi mkuu wa wanajeshi, mwili wa mwenda zake ukapelekwa katika eneo ambalo wa wananchi walipata fursa ya kutazama, tuweze kuomboleza baba kwa njia ya heshima. Katika uwanja wa Mamboleo maelfu ya wakazi wa Kisumu wamepata fursa murwa ya kuutazama mwili wa mwenda zake, huku machozi na kilio kikitawala uwanjani mambo leo. Hapa maombi maalum yakitendeka.

Amen. Baada ya muda mrefu wa kuutazama mwili ule, baadaye ulipelekwa katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. A mazishi sasa yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili na baada ya kupumzishwa mwili wa Raila Odinga katika boma lake la Opoda. As we wait for the final journey tomorrow here in Bondo. Zablon Mashare Undugu TV